Pia jifunze kuyaweka malengo yako kwako wewe mwenyewe, keep your goal to yourself. Usiwe ni mtu ambaye ni mwepesi wa kutangaza ukuu ambao Mungu atakuja kukuinua. Angalia mfano wa Yusufu. Yusufu alivyopata maono katika umri wake mdogo, akaanza kuwatambia ndugu zake, tunaona ndugu zake kitu walichokifanya, ndugu zake Yusufu walichokifanya, wakaanza kumfanyia fitina. ili uweze kurahisisha safari yako ya kuyaumba maisha yako Usiwe ni mtu ambaye unapenda sifa ya kutangaza yale mambo ambayo Mungu amekuambia sirini. Yafiche maono yako kama ikikubidi, kama inakulazimu, utamshirikisha yule mtu tu ambaye kweli anahusika katika sehemu ya maono yako, na Ma, unaona huyu ni mtu ambaye tunaweza tukaenda naye, huyo ndio utakayemshirikisha, lakini usiwe ni mtu ambaye wa kutangaza tangaza ovyo, kwa sababu watu sio wote watakaokuelewa ndugu zake Yusufu alianza kuona kwamba huyu Yusufu ambaye anasema atakuja kuwa mkubwa ndio huyu. Huyu dogo si atatuonea sana huyu. Kama amepewa tu vazi hili na baba, tayari anapita pita hapa kwa malingo, ah, huyu bwana dogo huyu, lazima tummalize. Kwa walianza kutengeneza roho ya fitna na kuharibu na kuharibu destiny yake. Destiny ya Yusufu. Yumkini Yusufu angeza kufikia hatma ya maisha yake pasipokuwa na changamoto zote zile. Kujifunze kuweza ku, kuyatunza maono yako kwako kwa wewe kwa mwenyewe.